Ndani ya kijiji cha Mkoyuni kulikuwa kuna familia moja iliyojulikana familia ya mzee Juma. Juma alikuwa ni babu, alikuwa na wajukuu zake na watoto watatu. Watoto wake wa kwanza walikuwa wakiitwa Mohamedi, mtoto wake wa pili aliitwa Abdalla na mtoto wake wa tatu aliitwa Aisha, ambaye yeye alikuwa ni wa kike. Stori hii itabase moja kwa moja pamoja na binti yake ambaye aliitwa Aisha, ambaye alikuwa na mtoto wa kiume mkubwa ambaye ni mkubwa wa wajukuu wote wa mzee Juma. Mjukuu huyo aliitwa Ramadhani. Ramadhani alikuwa ni mjukuu mwenye umri wa miaka kumi na mbili ambaye yeye alikuwa akisoma katika shule ya msingi ya Mkuyuni katika kijiji cha Mkuyuni. Kijana huyu alikuwa ni mtoto wa kiume ambaye yeye kwa jina lake tulivyomtambua niitwa Ramadhani, ambaye yeye alianza alikuwa rafiki zaidi na babu yake Juma. Mzee Juma alikuwa akijishughulisha na masuala ya kutibu kijiji, yaani alikuwa ni mganga wa kienyeji katika kijiji kile. Alitibu magonjwa mengi na watu wote walikuja kutoka vi katika vijiji mbalimbali, wakija kutibiwa kwake, ambaye yeye alikuwa akifanya matibabu kwa njia za asili na kutoa madawa ya asili pia. Mzee Juma alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na busara sana, lakini licha ya kuwa na hekima yake hii, alikuwa akihitaji kummilikisha kijana wake Ramadhani kuwa na yeye mganga wa kienyeji katika kijiji kile ambacho alikuwa akiishi. Siku moja majira ya alfajiri ramadhani alikuwa akijiandaa kwenda shule aliamka asubuhi na mapema na kuvua nguo zake na kuvaa nguo za shule ambavyo alijiandaa kwa ajili ya kutoka kwenda shuleni kila siku wakati akienda shule ilikuwa ni kawaida babu yake juma kutoka katika nyumba yake aliyokuwa akilala na kusogea upande wa kwenda kutoka katika njia ya kwenda shule ambapo juma alikuwa akisimama pale njiani na ramadhani alikuwa akipita lazima amsalimie babu yake Babu yake na Ramadhani pamoja na Ramadhani walikuwa wakipendana sana, ilionyesha kwamba walikuwa karibu zaidi kuliko wajukuu wengine wa mzee yule. Siku moja wakati majira ya jioni, walikuwa wakipiga soga, yaani wakipiga stori zile za hapa na pale. Babu yao alikuwa akiwahadisia stori mbalimbali ambazo zilikuwepo katika enzi za ujana wake na katika umri ule, wakiwa wamekaa wajukuu wengi pamoja na babu yao, wakizungumza stori hizo ambazo wengi walizipenda wajukuu zake. Ilikuwa ni majira ya usiku ambao baada ya kusimuliana hadithi basi babu yake aliweza ya kumwita Ramadhani kumwambia, uje katika nyumba yangu, nina jambo la kukwambia. Ramadhani alikuwa akipita kwenda katika nyumba babu yake, ilikuwa ni mara kwa mara, wala sio siku moja, na alikuwa akifika kule, basi alipewa mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuweza kumsaidia babu yake katika uchumaji wa dawa, kuchimba dawa, pamoja na kukata majani na jinsi ya kuyakausha. Hii ilikuwa ni sehemu mojawapo ambayo yeye Ramadhani aliweza kufundishwa na babu yake, lakini sivyo bahati, ilikuwa ni usiku mmoja ambao ulikuwa ni usiku wa ajabu sana. Babu yake alimuita, ilikuwa kama kawaida, Ramadhani alienda katika nyumba babu yake, ndio yake aliamua kumwagiza msituni Ramadhani kwa kumwambia aende atafute mti ambao alimwelekeza ambao aliupa jina la ya mronge, ambao alichuma matawi yake na aweze kumpelekea kuutafuta. Mtu wa mronge kwa Ramadhani kulikuwa ni mtihani mkubwa sana. Alizunguka katika msitu majira ya usiku wa manane, lakini alishindwa kuupata. Isivyo bahati Ramadhani aliweza kuona mambo yasiyo ya kawaida lakini ilikuwa ikisemekana kwamba ilikuwa ni mashetani ya babu yake. Ramadhani pasipo kujua kipi cha kufanya, yeye aliona mti wa mronge ambao ulikuwa umekaa pembeni zaidi ya sehemu aliokuwa ameelekezwa. Basi alisogea, alipotaka kuchuma majani ya mronge alisikia sauti ikimwambia, mjukuu wa mzee Juma, Ramadhani, huu mti unaotaka kuchuma matawi yake hauruhusiwi. Nenda nyumbani mwambie babu yako aje yeye, maana leo ilikuwa ni siku ya kwetu kukutana naye. Lakini kwa nini amekuagiza wewe? Mwambie aje, anaitwa na wazee wa msitu. Ramadhani alirudi nyumbani akikimbia kwa nguvu. Babu babu, alimwita babu yake na kugonga mlango na kuingia nao moja kwa moja bila hata kusubiri babu yake aitike. Babu yake alimuuliza ni nini mjukuu wangu? Ramadhani alisema babu, nimekufika katika mti uliokuwa umeniagiza, lakini nimetaka kuchuma majani, nimeambiwa wewe ndio unatakiwa uende, na wazee weupe ambao walikuwa wengi, lakini mmoja ndiye aliyezungumza. Babu yake alishika kichwa na kumwambia sawa mjukuu wangu, nilisahau siku kama ya leo, basi tutaongozana mimi na wewe, na hii itakuwa siri yako, tutatoka taratibu bila kumwambia mtu yoyote. Walitoka wakitembea wakiwa wananyata ili nyumba zilizokuwa jirani na wao walipokuwa wasisikie wakitoka. Hii ilikuwa ni siku ambayo Ramadhani anasema hata isahau kutokana kwamba ilikuwa ni siku ambayo yeye alikuwa ndo mara yake ya kwanza kukutana na vitu vya ajabu na kutambua ujuzi na maarifa aliokuwa na babu yake ilitoka wapi walitembea moja kwa moja kwenda msituni ambao wao walikuwa wakitembea kwa kunyata baada ya kutoka kijijini, lakini baada ya kuvuka uzio wa kijiji, basi walitembea kwa nguvu na kufika katika eneo ambalo Ramadhani alikuta mti ule wa mlonge ambao alishindwa kutuma majani yake na akazuiwa na akaambia akamwite babu yake. Walifika wote, babu alimwambia Ramadhani, fumba macho yako Ramadhani alifumba macho, lakini alisikia upepo ukipita wa baridi, upepo ambao yeye anasema hajawahi kuusikia katika tangu amekuwa mpaka kufikia umri ule. Upepo ulipita wa baridi katika mwili wake, vinyoleo vya ngozi yake vilisimama kwa kusisimka, nywele zilikuwa zikisimama kwa kusisimka, ikionyesha kwamba kulikuwa kulikuwakusio dalili ya kawaida. Ramadhani alijaribu kufungua macho yake kwa kufungua jicho moja la kulia lakini alivyotazama alikuta babu yake amepotea hakuwepo katika eneo alilokuwepo. Kwa mbali alisikia sauti na minong'ono ikitokea katika upande wa pili wa msitu, alijua kwamba basi watakuwa ni babu yake wako kule. Lakini cha ajabu, alishanga babu yake alikuwa juu ya mti, mti ambao ulikuwa ni mkubwa. Uliokuwa ameukaribia alimwambia, Ramadhani alimwita kwa sauti ambayo ilikuwa ni nzito. Basi Ramadhani aliinua macho yake na kuangalia ya juu, alimuona babu. Babu yake alimwambia Piga magoti mjukuu wangu, na leo itakuwa ni siku ambayo wewe hutaisahau katika maisha yako, kwa sababu nitakupa zawadi ambayo utaishi nayo katika maisha yako na itakusaidia wewe pamoja na familia yako na kijiji kizima kwa ujumla. Ramadhani alishangaa, babu ananiambia nini? ilivyokuwa vizuri zaidi. Ramadhani alifata kile alichoambiwa na babu yake, alipiga magoti na hivyo aliweza kupewa majani matatu yaliyodondoka kutoka juu ya mti yakidondoka chini. Na aliambiwa, okota majani yote matatu yaweke katika mfuko, mfuko wa kulia na mfuko wa kushoto, jani moja utaliweka mdomoni. Ramadhani alifanya kile alichoelekezwa na babu yake. Aliokota majani matatu na aliweka moja kwenye mdomo na majani mawili aliy katika mfuko wa kulia na wa kushoto. Ramadhani baada ya kufanya hivyo, alisikia amepata ujasiri au joto katika mwili wake. Ile hali aliyokuwa nayo ilikuwa imetoweka. Basi alianza kuona vitu vya ajabu. Aliona watu ambao walikuwa na vichwa vikubwa, wengine walitembea pembeni ya msitu wakimzunguka, wakikiwa kama wamejiandaa kufanya sherehe. Ramadhani alitema lile jani baada ya kuona kama alichoambiwa kilikuwa sicho kitu cha kawaida. Alivyotema, wale watu walipotea moja kwa moja, lakini ndani ya mifuko yake alianza kusikia uzito. Alipoingiza mikono mfukoni, alitoa nyoka wawili ambao walikuwa ni wa kijani, walokuwa wakiteleza katika mikono yake na hawakuweza kumdhuru. Babu yake alimwambia usiogope, na nyoka mwingine atatokea mdomoni. Lakini cha ajabu, nyoka mdomoni hakutokea. Babu yake alipiga kelele na kumwambia "Mjukuu wangu, umekaidi maagizo niliokuelekeza. Nilikuambia uweke jani moja mdomoni, liko wapi?" Ramadhani alimwambia babu, "Nimetema kwa sababu nilihisi kuna kitu kinazunguka mdomoni mwangu." "Litafute halaka na urudishe mdomoni." Ramadhani alivyokuja kutafuta alikuta jani la tatu limegeuka likawa nyoka ambaye alikuwa na rangi nyeusi. Babu yake alimwambia "Basi mjukuu wangu, utakuwa una shida, haujataka kunisikiliza na kufuata masharti yangu nilokupa inaonekana utapata raana ambayo wewe itakusumbua katika maisha yako. Hutakuwa na maisha marefu, bali utaweza kusaidia kijiji, lakini wewe hutaweza kuishi kufikia umri wangu. Unaweza kiufanye maandalizi mapema, tafuta mwanamke uoe ukiwa na umri huo huo, na hivyo itakusaidia wewe uweze kufikia malengo yako na kuacha familia ambayo itaenzi jina lako, na hivyo wewe utapoteza maisha wakati wowote, basi itakuwa haina hasara kwako. Maana nyoka aliyebadilika na kuwa mweusi ndio nyoka atakayeweza kukuzuru. Ramadhani alishtuka sana, maana ilikuwa vitu anavyoambiwa vilikuwa juu ya umri wake. Aliogopa na vile, hakujua ni kipi cha kufanya. Babu yake alimwambia, okota au nyoka na watie kwenye mfuko huo uko hapo chini. Ramadhani aliokota kiroba cha mfuko kilichokuwa pembeni yake, aliwatia wale nyoka watatu wadogo aliambiwa chukua hicho kiroba, basi nenda kakifunge kwenye mti ulioko kushoto kwako, usigeuke nyuma. Baada ya kufunga, ndio utageuka, utarudi hapa tulipokuelekeza. Ramadhani aligeuka kwenda kwenye ule mti ambao alielekezwa na babu yake, akafunge ule mfuko au kile kiroba ambacho kilikuwa kina nyoka watatu, wakiwemo wa kijani wawili na mweusi mmoja, ambaye huyo mweusi alitabiriwa kwamba ndiye atakuja kwa kusababisha kifo cha Ramadhani. Mtazamaji, unafikiri stori hii inaendeleaje? Hakikisha umesubscribe nasi ili usikose katika episodi ya pili, kuweza kufahamu ni kipi ambacho kitaendelea kati ya Ramadhani na babu yake Juma, ambaye yeye wao ameweza kutaka kumrithisha urithi wa uganga ambao watamsaidia kusaidia katika kile kijiji kutibu watu, lakini alichofanya Ramadhani amepewa masharti mawili tu na utabiri mmoja masharti mawili sharti la kwanza aoe akiwa na, na umri huo mdogo sharti la pili aliambiwa kwamba anatakiwa aweze kuzingatia atibu, atibu vijiji na awasaidie watu lakini yeye hana maisha Ulikuwa ni kwamba anatakiwa atauawa na yule nyoka mweusi. Usikose kufuatilia katika episode ya pili uweze kufahamu nini kinafuata. Kama ndio mara ya kwanza unaangalia unaangalia simulizi zetu hizi, hakikisha una subscribe hapo chini kubonyeza ile alama kengele ili usipitwe na taarifa tunapokuwa tunaweka series au mfululizo um, mzuri wa simulizi kama hizi. Nikwagi kwa sasa bye, bye. Tukutane tena wakati mwingine.